Ukiziona ishara hizi saba tambua, uko kwenye mahusiano sahihi. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ishara saba ambazo ukiziona unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza je, ni ishara zipi ambazo zinaonyesha kuwa wako kwenye mahusiano sahihi, na wengi wameishia kugonga mwamba. Leo nimekuandalia somo hili zuri. Jambo unalotakiwa kulifanya ni kulaiki video hii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 Siku zote jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, Mungu akikuongoza kwenye jambo lote atakupa amani. Ukianza kujiona una amani ya kutosha juu ya mtu huyo, basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi. Ukianza kujiona huko kwenye mahusiano na unakosa amani kabisa, tambua kuna shida. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakilazimisha amani kwenye mahusiano walionayo, na jambo hili ni jambo la hatari kubwa sana. Watu wengi waliolazimisha amani kwenye sehemu ambako hakuna amani na wao wakalazimisha amani ya moyo wameishia kulia na kujuta. Ukianza kuona una amani ya kutosha, unapata amani ya kutosha ya moyo juu ya mtu huyo, basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi. Mkianza kuona wote wawili mnakuwa mna amani ya kutosha kabisa amani ambayo ijasababishwa na jambo lote au ijatokana na kitu chochote, ijatokana na fedha, ijatokana na kitu chochote, lakini unashangaa una amani, unakuwa na amani ya kutosha. Yamkini unaweza mkawa hamna jambo lote, lakini mkawa mnajiona mna amani ya kutosha. Jambo la msingi, kama nilivyosema siku zote, Mungu akikuongoza juu ya jambo fulani, basi atakupatia amani juu ya jambo hilo. Kwa hiyo ukianza kujiona uko kwenye mahusiano ukawa na amani ya kutosha juu ya mtu huyo, basi unatakiwa utambue uko kwenye mahusiano sahihi, unatakiwa umshukuru Mungu na kusonga mbele. Lakini ishara ya pili ambayo ukiona unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi, ukiona mahusiano yako ya hayakutengi na kusudi la Mungu. Hii ni ishara ya msingi sana ya kuzingatia. Ukiona mahusiano yako hayakutengi na kusudi la Mungu, ukiona mahusiano yako yanakuleta karibu na Mungu hayo ni mahusiano sahihi. Mahusiano yanayokufanya utimize kusudi la Mungu ni mahusiano sahihi. Asilimia kubwa ya watu baada ya kuingia kwenye mahusiano ambayo sio sahihi, walijikuta wanaacha kusudi la Mungu, na anajikuta anakaa mbali na Mungu. Jambo hili ni hatari. Ukiona uko kwenye mahusiano na mahusiano yako yanakutenga na Mungu, basi unatakiwa utambue mahusiano hayo sio sahihi. Lakini ukijiona uko kwenye mahusiano, lakini mahusiano hayo yanakufanya uwe karibu na Mungu na yanakufanya uendelee kumtafuta Mungu, basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi. Asilimia kubwa ya watu kabla ya kuingia kwenye mahusiano walikuwa wana uwezo wa kufunga na kuomba, walikuwa karibu na Mungu sana, lakini tu baada ya kuingia kwenye mahusiano wakajikuta hata hamu ya kuomba na shauku ya kuomba inapotea, na wakaamua kumwacha Mungu. Mahusiano yote yanayokutenga mbali na Mungu, mahusiano hayo sio sahihi kabisa. Lakini ukijiona uko kwenye mahusiano, lakini mahusiano hayo yanakufanya uwe karibu sana na Mungu, yanakufanya uwe karibu na Mungu na uendelee kumwomba Mungu zaidi, basi unatakiwa utambue mahusiano hayo ni sahihi. Lakini ishara namba tatu ambayo ukiiona unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi, Kuwepo kwa uaminifu wa kutosha kwenye mahusiano. Uaminifu ni jambo la msingi sana kwenye mahusiano. Asilimia kubwa ya watu wanaishi kwenye mahusiano ambayo yamejaa cheating Watu wengi wanasalitiana wakiwa kwenye mahusiano. Unakuta mtu yuko kwenye mahusiano lakini sio mwaminifu, anamsaliti mwenzake na kwenda kutoka na mtu mwingine. Jambo la msingi ambalo wanatakiwa kutambua, ukiona uko kwenye mahusiano na kwenye mahusiano yenu kuna uaminifu wa kutosha kwenye mahusiano basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi. Ukijiona uko kwenye mahusiano na mtu ambaye hawezi kukusaliti wala hawezi kutoka na kwenda kulala na mwanaume mwingine au mwanamke mwingine, basi unatakiwa umshukuru Mungu na utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi. Watu wengi wanaishi kwenye ma maisha ya maumivu, mahusiano yaliyojaa maumivu na uchungu kwa sababu ya usaliti. Usaliti ni kitu kibaya sana kwenye mahusiano Leo hii kwa sababu ya usaliti kuna watu wamepoteza maisha, lakini pia kwa sababu ya usaliti kuna watu wamemwacha Mungu kabisa, jambo ambalo natakiwa kulitambua. Ukijiona kuna uaminifu wa kutosha kwenye mahusiano yenu, basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi. Mahusiano ambayo yamejaa uaminifu, kujaliana na amani, mahusiano hayo ni bora. Kwa hiyo ukijiona uko kwenye mahusiano na mtu ambaye ni mwaminifu, ambaye hauwezi kukuchiti au hawezi kukusaliti kwa gharama yote, hata kama mko mbali kiasi gani hawezi kusaliti, basi unatakiwa utambue uko kwenye mahusiano ambayo ni sahihi. Ishara namba nne ambayo inaonyesha uko kwenye mahusiano sahihi ni kuwepo kwenye mahusiano na mtu anayeweza kudhibiti hisia zake, mfano hasira na kadhalika. Ukijiona uko kwenye mahusiano na mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kudhibiti hisia zake, basi unatakiwa utambue ya kuwa upo kwenye mahusiano sahihi. Asilimia kubwa ya watu wameingia kwenye mahusiano na watu ambao hawawezi kudhibiti kabisa hisia zao. Ndio maana leo hii unaweza ukasikia mambo mengi sana kuhusiana na mahusiano. Utasikia mtu amemuua wa mpenzi wake kwa sababu alimkuta eneo fulani, au kwa sababu wa kufanya kitu fulani. Kwa hiyo ukijiona upo kwenye mahusiano na mtu ambaye anaweza kudhibiti hisia zake Jambo hili unatakiwa utambue uko kwenye mahusiano sahihi. Lakini ishara namba tano, ambayo inaonyesha ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi, ukiona uko kwenye mahusiano yanayokufanya usonge mbele na sio kurudi nyuma. Jambo hili ni ya msingi sana, na ishara hii ni ya msingi sana. Ukijiona uko kwenye mahusiano yanayokufanya usonge mbele na sio kurudi nyuma, basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye mahusiano ambayo ni sahihi. Watu wengi wako kwenye mahusiano ambayo yanawafanya warudi nyuma badala ya kwenda mbele. Mahusiano ambayo yanakufanya urudi nyuma, mahusiano hayo sio sahihi. Jambo la msingi la kutambua unapokuwa kwenye mahusiano na mahusiano hayo yakakufanya usonge mbele, tambua uko kwenye mahusiano sahihi kabisa. Lakini ishara namba sita, ambayo inaonyesha uko kwenye mahusiano sahihi, kuwa kwenye mahusiano yanayompa Mungu tukufu mahusiano yanayompa Mungu tukufu, haya ni mahusiano sahihi. Lakini ishara namba saba ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye mahusiano sahihi ni kuwa kwenye mahusiano yanayekupa furaha muda wote na siyo yanayokuliza. Asilimia kubwa ya watu wako kwenye mahusiano ambayo yanawaliza kila siku. Watu wengi wako kwenye mahusiano ambao kila siku wao wanalia, hawajii kupata amani wala furaha, au wakipata furaha ni ndani ya sekunde chache. Ukijiona uko kwenye mahusiano ambao yanakuliza muda wote, basi tambua hauko kwenye mahusiano sahihi. Lakini ukijiona uko kwenye mahusiano ambao muda mwingi anakupa furaha, unatakiwa utambua ya kuwa uko kwenye mahusiano sahihi. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama umejifunza, hakikisha una like video hii, kisha una komenti nimekupata zaidi. Tukutane wakati ujao. Nakupenda sana, lakini pia ninakukubali sana.